Anayoshukuru benki yetu pendwa ya Equity. Leo wamekuja kwenye wilaya yetu kuja kuendeleza kutuunga mkono kwenye programu ya usafi na upandaji wa miti na mazingira katika wilaya yetu. Equity tunawashukuru sana, leo wametoa msaada wa vifaa vya usafi vya kutosha, kila mmoja wetu ameviona, kwa ajili ya soko letu la kimataifa la Mwaloni. Hili ni soko kubwa ambalo linapokea wafanyabiashara wa mataifa mbalimbali mbali, hasa wanaozunguka wanaozunguka ziwa Victoria, ndio maana tunaita soko la kimataifa la Mwaloni. Jambo uh, la pili, sisi kama serikali tunawaunga mkono Equity Bank, lakini tunawaomba kupitia Equity Bank wezetu wananchi wezetu wa maeneo haya kuhakikisha kila mmoja anashiriki usafi kwenye maeneo yake ya makazi, kwenye maeneo yake ya biashara, lakini na hasa hawa wanaofanya kazi sokoni. Hii ni alama ya usafi katika wilaya. Tafsiri yake imekuwa starting point kwa mwaka huu kwa taasisi kubwa kama hii benki yetu ya Equity kuhakikisha inatuunga mkono kwenda kwenye zoezi kikamilifu la usafi. Na kama mnavyoelewa leo ni Jumamosi ya usafi, ndio kampeni ya usafi inaendelea kuchochea na ku kuhakikisha wilaya yetu inakuwa safi na mazingira yote. Sasa Equity kwa kujitolea hivi, tunawashukuru, Mungu awabariki sana, na tutawaunga mkono. Lakini pia Equity inakuja kuinua uchumi wa eneo hili, kwa sababu hii ni benki, na hapa kuna wafanyabiashara wadagaa, wafanyabiashara wa mahindi, wafanyabiashara wa mazao ya ziwani, wako hapa wote, wanahitaji mikopo, mikopo mikubwa mikubwa na mikopo midogo midogo. Equity ni benki iliyojipambanua kuhakikisha wanatoa mikopo hata kwa wajasiriamali wadogo wadogo ili waweze kujikwamua. Hiyo ndiyo tabia ya Equity, na ndiyo tabia ya benki ambayo inalenga kuinua jamii ya Watanzania. Sisi almashauri tunaendelea kufanya usafi kwa kila siku, lakini Equity imekuja kutuongezea nguvu hari moyo kwa kutupa vifaa. Sasa vifaa hivi ni kielelezo kwetu, ni kielelezo kwa serikali. Tunaposema serikali ni wananchi waliokuwa, awe mfanyabiashara awe mwananchi wa kawaida, awe mpangaji, awe mwenye nyumba, kila mmoja afanye usafi katika mazingira ya kazi anayofanyia. Wito wangu kwa wana Ilemela wote kuhakikisha Ilemela inakuwa safi, na malengo yetu sisi ya mwaka huu 2026 ni kuwa wilaya ya kwanza Tanzania kwa usafi, zile zawadi zinazotolewa na, na serikali kuu chini ya, ya, ya, ya, ya idara ya mazingira, basi mwaka huu tunaamini tutachukua kwa namna tulivyojipanga. Sasa kwa nini tutachukua? Kwa sababu Equity Bank imekuja kurahisisha miundombinu ya usafi tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Sasa, benki ya Equity, uh, katika dhamira zake kuu mojawapo ni utunzaji wa mazingira yeah. Uh, na kuhakikisha kwamba kuna uendelevu mm -hmm. au sustainability. Sasa katika maswala yote ya sustainability, na ukiangalia sekta ya blue economy ambayo tunaisimamia utagundua kwamba usafi katika vyanzo vya maji ni jambo la muhimu sana, na sisi tumekuwa washikadau wa karibu sana wa mazingira sisi tunasimamia kampeni ya kupunguza plastic, matumizi ya plastic, na hii pia tumeileta hapa ili kuchagiza hii kupunguza matumizi ya plastic, lakini pia kuhakikisha kwamba tunajenga hii hulka na ustaarabu wa kutunza mazingira na kuhakikisha kwamba takataka zote zinatupwa katika eneo sahihi. Na leo hii hivi vifaa tulivyoleta, haya mapipa ya kuwekea taka, ni ishara tu ndogo na michachu kwa soko hili kwamba uh, kila taka inatakiwa iwe sehemu sahihi, na tunaendelea, tunaenda step zaidi kwamba tumewaletea mapipa mengi ili waweze kuwa wanaweka taka wanatofautisha taka na taka taka, zile za plastic zinakaa zenyewe, taka za karatasi zinakaa zenyewe, na taka nyingine ambazo zinaweza zikaoza uh, zinakaa zenyewe. Kwa hiyo ni jambo endelevu na tutaendelea kuwa nao. Dhamira uh, yetu ni kwamba mara kwa mara tupite hapa na wafanyakazi wetu tufanye usafi. Sasa tukirudi kwenye swala zima la mikopo au uchumi wa bluu utaangalia hapa uh, wafanyabiashara wengi walioko hapa ni wadogo wadogo na hususan wanawake na vijana, na hili ndio lengo letu kuu, kuwagusa wanawake na vijana kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Ndio maana tukasema leo tushuke, tuongee nao, tuwajulishe aina nzuri ya bidhaa ambazo tunazo, hasa mikopo ya bei nafuu, na pia tunawapa uh, huduma ya kuendelea kuwa nao mara kwa mara, kuwa support ili biashara zao ziendelee kukua.